Tu sikize tu kitu daktari anakuambia, ndo hapa sasa. Hii anakuelezea anastuka vitu gani hapa. Watu anastukia vitu kubwa kwaidu maisha, wewe unastukia ndugu, ndugu yangu, sijasema baba yako, nimesema ni ndugu yako. Mimi msharati tu, kama wewe asharati, wawili wanaongelesha. I don't want peace, I want problems always. Uh, hello people. So my people tumengoja daktari but finally he's here with us. Ah uh, so my people tuko so na Dev. Mliona vile kulifanyika last time. But all in all in Mungu. Alafu kama story story ya ya nani bende daktari story ya bibi yake, kama amejua anything? Hajajua chochote hmm. Manaake hmm. Hata yeye eh, mwenyewe ndo anajisikia. Kumbuka nilikuelezwa wakati, nakumbuka nimechanganikiwa hiyo wakati, aliachwa pale huko place Nyali enda sijui kwa huyo bwanake mwingine, kwa Ben, imagine ajitange Alice, anajitanga Kate. Uliwaambia huyo mnamuona ni malaika? mm. mm. <laughs> <Liwa> hamna malaika <ambia uyo laughs> <laughs> Acha nikueleze hmm, lakini wacha nieleze huyu maana yake inamhusu yeye. Nikamweleza mambo ya mke mwingine, nikuje nielezee huyu mambo ya mke wa huyu itawa sasa, ni vitina. Naomba unisikize hmm, usikize mke wako, Aris. Hmm, uliwahi jua na uhusiano mwingine isipokuwa wewe au? Ah, hapana. kuwa na habari wewe tu ndio ulikuwa na uhusiano na yule mwingine eh? yeah, yeah, ni mlikuwa mnaishi wachezaji wawili kwenye nyumba moja ati ukaambiwa, ati ume notice bibi yako anakuchit that's why anamfanyia hivyo yeah. Namfanyia mm -hmm. Eh, ukasema ngadi sikuhizi anafika kwa nyumba ana hizo moods ana hizo kwa yes. Na hizo tulikuwa tulikuwa wote ana huyo kwa. Basi kwa maneno, sisi wawili tulikuwa kwa shule, naweza sema tu kitu moja eh Hawa, unaona wahenga hujuana kwa vilemba, um. Wahenga hujuana kwa vilemba, we Rozy, we nilikuambia siku gani? Hebu sema ukweli. Wewe mimi sina habari, we mimi sina habari, mdomo wangu usiweke maneno kwa mdomo wangu. Mimi sikuambia mimi sina habari, acha daktari anieleze. Acha daktari hivyo, naomba niendelee. Endelea daktari. Mimi sina habari. Wakati ambapo ulikuwa na yule chiliki wako ambao mnapiga kelele na yeye pia alis naye alikuwa na mwenzake anaitwa Ben. Ben. Lakini cha kustaajabu ni kwamba yule Ben amtambui kama Alice yule, yaani ana majina tofauti tofauti, lakini zaidi ya yote nishakueleza eh. Ukweli wote mimi nakueleza hapa. Mm, kitu cha kwanza alipogundua ya kwamba kuna vile unamcheza ingawaja hakukuwa na uhakika ni nani. Mm, naye pia akaanza kuruka huku na huku uelewe na ufahamu ya kwamba hata mtoto ambaye alis anaye. Kwa hivyo kama wewe unajua wewe ni baba fahamu, kila kitu kilikuwa kimechezwa hapo. Hiyo sina habari, sina habari kabisa, nimeshtuka. Ona mdomo, kuna mingi sana. Nilimwambia hivyo siku gani? Si daktari oh, ndo anapeana hadithi. Masi. Hadithi njo, ni hadithi. Si unasikiza? Huyu anaongea nilimwambia siku gani hivyo? Rozi, wewe uache uongo yeah, na kuweka maneno yeah, kwa mdomo yangu nilikuambia siku gani? Masi. Mimi ni msherati tu kama wewe asharati, <laughs> wawili wanaongelesha wanajuana, kwa vilemba, kwa vilemba, kwa vilemba. Kwani ni uongo? Si ndio? Sasa lakini usinieke maneno sikusema maneno sijai kuambia usiwasema kupishana kicha, na kichana tayari unajua ni no yes. Kitu mzuri ni sikia, daktari anajua story ya body counts. Bado uko na body counts zake. Unaona wewe kitu yenye iko ni kwako, ni wewe ni malaya wewe, yako ni wasubali na unyamaze, wacha daktari aongee, daktari atuambie maneno, huyu ana parapanda mingi sana. Wacha tusikia hadithi alafu tuendelea. Mdomo kaya. Ezi huyu nyamaza. Amesema wazimu, wazimu. Amesema wazimu, wazimu. Amesema mimi ni wazimu mtu mdogo wazimu. Mimi nasikia tu kwa story hapa. Eh. Mimi tukastori wazimu.

Wacha niongelele ingine, sababu unajua masi mpaka naanza nashindwa, kati ya huyo na huyu nani mwanamke, nashindwa nani mwanamke. Muda mrefu sijaona mwanamume ambaye piga mdomo zaidi. Wacha nirude for the kitu tunaita business of the day. Huyu hapa anaitwa Bobby Dev. Ulimfahamu Bobi, sivyo? Nilimfahamu. Mara ya mwisho ambayo ulikuwa naye ulikuwa umemteka nyara kama unaweza kumbuka. Mimi, nika... ku... Tulia hapo. Mimi kutu... nikateka unyara na watu wengine. Evo... Lini na wapi? Huyo ni ndugu yako anaweza kueleza Fredi. Tulichokikuta. Eh, eh, Fredi nieleze. Kwa sababu mi sielewi kitu hmm. Sababu ni ndugu yako atakusikiza. Mimi kitu nakumbuka ni the last time ati siku najielewa mm. Nilikuwa nimechanganikiwa na hata sijui nilikuwa wapi hivyo tu. Lakini ati mambo ya kukidnap huyu imetoka mani zoma mabare zote ulinipiga, unasema acha nirudi huko na daktari. Daktari, hapo sielewani na wewe, lakini unajua kikulacho kinguoni nguoni mwako. Unaelewa zaidi, ulitumwa na Rozy kutekeleza huo unyama. Ayu. Sababu anachokijua yeye wewe wewa ukijui huyu sijui na nini nakuandama, wacha nikuambie daktari, kitu mimi nakumbuka ni kwamba kuna vitu ulinifanya mm. Nikajipata tu nimechanganikiwa na sielewi ni nini, lakini mambo ya kukidnap huyu mimi sijai mkidnap. Ah, sikiza, ni sikiza, niendelee, niendelee. So niona. Tulia bodi. Kukuona nilikuona, lakini sijai kukidnap. Atazungumza. Sijui sijui mimi. Naomba niendelee, naona mambo nayo mengi. Sihurumii wewe wala Rozy, ila nahurumia wale watoto. Hiyo nyumba itakuwa kama disco mkiishi pamoja. Hadithi <coughs> <coughs> huku hadithi huku, karibuni. Mbona hey, unapenda wanawake wenye kelele wewe? <coughs> Ni bahati mbaya. Ni wewe mwenyewe unasema bahati mbaya, wewe mwenyewe kelele. Hmm. Napatana na nao kwa ajali yaani, awa wanawake ni kisirani kisirani. Sasa umenishangaza zaidi kusema amasia na ndio hmm. Enye ile siku nyingine alinikemea. Sasa mtu mwingine ni mambo gani? Nimeshtuka. mbona unashtuka? Unajifanya malaika wewe, ah.

Yule ambaye alikutuma kumteka nyara Bobi, kuna kitu alisahau kukuambia, na alitaka zaidi aendelee kuwagonganisha. Namfahamu yule Bobi. Ah, ulimteka nyara na unakataa kumteka. daktari alifanya mambo yake alafu sijui kulienda aje? Sasa mnaniambia kutekanyara, sitakubali kitu ikufanya. Mbona una mdomo mwingi? Mimi siwezi kubali wewe na wewe. Unyamaze wewe, sijakuuliza unajua. Tukesi ni yangu na ya Bobi si nyamaza, nyamaza wewe, usiniongeleshe kwanza. Unaongea sana na umesema mi ni wazimu. Mbona wanijaribu wewe Mbona ananijaribu? Na unajua kitu ambacho kinafanya mwana nisizidi, nisizidi kumwongeza adabu huyu na afya yake, nikiendeleza adabu huyu hata toboa. Unajua kuna kitu kinanishangaza. Huu um, mkutano ni wao tu wawili ama kuna watu wengine? Yule yule amenyamaza. Naona kwa sasa amenyamaza. Wewe ndio ambaye unyamaza. Amenyamaza basi. Sasa ndio huyo tena. Amenyamaza, amenyamaza tena, naendelea. Naomba niendelee sasa. Naendelea daktari. Yule Bobby ambaye ulimteka nyara ni ndugu yako. Ndugu yangu. Sijasema baba yako nimesema ni ndugu yako ndugu yangu. Huyu ni ndugu yangu. Wewe unastukia vitu gani hapa? Watu wanastukia vitu kubwa kwa hii maisha. ndugu ndugu ndugu nindugu nindugu nindugu nindugu. Hapana. Hapana. Kuna kitu sielewi daktari. Ati huyu ni ndugu yangu huyu. Ati ati ati ndugu yako anakuteka nyara wewe na wewe unataka nikubali kitu sikufanya? Ni mara ngapi nimesema sikuteka huu nyara nimesema mimi, hizo mnasema nilimteka nyara mimi, sikumteka nyara, nimtekee nyara wapi? Mimi nasema daktari, kitu ambacho ulinifanya guza kidogo, alafu nikajipata nimechanganikiwa mimi. Sasa baada ya hapo sijui nini kilia hapo. Sasa niko sawa. Chini, Daktari, keti, keti chini. Nilikuwa namaliza niseme hivi. Stori za nyara utazitazama mwenyewe. Waachia hapo. Tuachie hapo. Una mdomo sana huyu. Ngoja acha niulize, unajua na, nilikuwa na shindo yeah. Walimaneja aje kuishi na huyu, kumbe wanaelewana. Mimi mimi mimi ni mdogo hapa. Hapana, ni mdogo mdogo, lakini naweza kuinua kuinua hapa hapa. Hapana bro, sikia sikia wewe, Bobby, acha nikwambie hivi, kwa unanisikia vizuri sawa mimi sitakubali kitu si kufanya, hiyo ndo ukweli wa mambo. Sasa mimi kwa sababu mimi sikuelewa, siwezi kubali, lakini kwa ndugu yangu mimi nakubali, lakini daktari aendelee, lakini mimi sitakubali kwa sababu mimi sikufanya hivyo. Mimi nizungumze yangu, we nyamaza, ule naye hawezi nyamaza. Ukiwa hapo na mamake. Acha nisimame. Hapa. Mdomo kupiga mdomo, haya, nyamaza, acha kujifanya nika hmm. Yoyote hapa ni sawa, nilikuwa nazungumza hivi. Mimi nitayaongea yangu, na naomba mnipe masikio, wala si mdomo. Nikisha ondoka, ndipo mwendelee kupiga kelele. Hapa sataka upuzi kila mara nikiitwa hapa. Wewe tulia jinsi ulivyo, wala kikatoka kikakuuma chochote, mpaka wakati nitaondoka maanaake itakuwa nikisema jambo mnasimama, nimetulia. Hey, uh ni ukatulia kama Fredi utakuwa mwanaume ambaye anastahili katika jamii. Hivyo ndivyo wanaume wanakuzwa katika jamii. Fredi ametulia, na unaona jinsi ambavyo umeng'ara. Eh leo eh leo, kusema ukweli, unajua last time mimi ndo nimeendesha kagari ka bravea, hapo ndio ni bosi tu. Baadaye hiyo sio cha maana, naomba nipite huyu hapa ndo niko nataka nikueleze jambo. Wala ninapozungumza sihitaji kelele, maanake ungekuwa unayajua, ungeyazungumza wakati ambapo jambo linatokea. Nahitaji unisikize kwa umakini. Kila jambo ambayo nakueleza hapa ni la kweli. Ndugu yako huyu ambaye wewe umemfanyia maovu zaidi, ukajua ya kwamba hawezi kuyajua, lakini nimemweleza mengi na pia ameelezwa. Nilimweleza Juni penya kwapa, akili yake imefunguka Sio yule ambaye ulikuwa unamdhania. Tulikudhania we ni mwema, tukadhani makosa yako tu ni yale ambayo ulifanya kwenda nje ya ndoa na kujifungua kwa watoto na mwanamke mwingine ambaye nikimtaja najua atapiga hapa kelele. Ila wewe kuna mengi zaidi umeyafanya, kufika mahali unatumika na wanawake kutekeleza mambo tu, yote ni kwa ajili ya tamaa za ngono. Unaona unaelekea wapi? Tulidhania hata utakuja uachane na yule mwanadada, lakini nakueleza Juni, yule mwanadada wakiwa na mama yake ndiyo aliyomtuma huyu amteke nyara Bobi. Ndiyo shida ilianzia pale kumgonganisha yeye na yeye asipojua, nikuulize swali. Mbona wangetuma mwingine wakatuma wewe? Mimi mimi daktari vya nimesema. Sababu alijua wewe hauko sawa kiakili, wacha nikueleze. Hakuna kitu ya kukua sawa ama kutokuwa sawa. Usikizie tu kitu daktari anakuambia ndo anakuelezea hapa sasa. Mambo mazee, umekuwa mungwana. Ah. Hao watu wawili wako na shida gani? Bobi, tulia hivyo. Ndio maana nakueleza. Walijua kuja kwako wewe ni mwepesi zaidi ya yote, watatumia familia kupigana familia, manaake nyinyi mkiungana, a mkiwa watatu mshawamaliza wale, mm, lakini wewe sababu ya kila kilichako kidogo ambacho unakitumia ukaona, ah, wacha nimfurahishe huyu mwanadada aweze kunipatia another chance. Manaake sasa umeamua uachane na Alice kweli, ubaki na yule ambaye anaitwa Rozy. Ila ni kueleze ulichokipiga hapa. Sasa kitaanza kupiga wewe. Hii ni familia yako ulipigana nayo. Yule ndugu yako. Damia. Damu yako. Damu ambayo umetoka nayo tumbo moja. Fred hapa haongei sababu anakuona mpumbavu, yeye anajua ukweli. Ila wewe unapiga mdomo unaonekana mdogo, atakushinda kushinda Bobby. Na Bobby ndiye ndugu yenu mdogo. Tafakari katika hayo maneno. Siku zote mwanaume ambaye anaongea zaidi kupita mwanamke ama ukaona mwanaume anazungumza nabishana na mwanamke jua kweli mambo yamekuwa mabaya. no man will ever want to win an argument. Unataka kushinda mjadala wa kubishana na we ni mwanaume, utajionea haya. Tafakari katika hayo maneno. Zaidi ya yote, Bobi ni ndugu yako, na sio tu ndugu, ni ndugu wa kuzaliwa pamoja. Huenda utasema ni wakurithi, hapana Huyu ni ndugu yako, na nikukuleta karibu walikutumia wewe, ili msiweze kuungana. Sababu kitazama tayari ushaunda ugomvi kati yenu watatu, utaanzia wapi? tayari kuna magumu. Unaona ameinama chini, utadhani anaswali. Kuna magumu kati ya na tatu, kuna magumu sana kati yao, kuna mengi. Hata leo hujamwona hapa, kami stori yake na wa... kami nitatatua mimi mwenyewe kumbuka, mbeleni nilikueleza, nikakuambia Suwezi nikataka wawe pamoja, mambo ni magumu. Sababu ya mambo yangu ambayo singeeleza katika watu watazame singeweza kueleza sana. Mm. Sa. Nikaona hata wanataka kupigana, mm. mm. family wa, na war, ya ni familia <manyan> Wacha kuzungumza, nyinyi ndo mmeanzisha kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Kila jambo lilianzia kwa mwanao hapa, lilianza hapa na likasambaa wote. Kwani unajua daktari, saa zingine kweli, kusema ukweli, unataka uniambie hizi vichwa ni decorations? Aha, ziko decorations, kwa hiyo hakuna akili ya kufanya kazi, tu wanafanya venye sisi tunawaambia. Kumbuka nyinyi ni washirikina w kachawi kadogo kametoa point yake maridadi sana. Wewe nyamaza. Umeamua kutumia no, kichwa time gani ya nywele, na mnashinda mkinitaita hapa. Maisha yetu, yani, imesimama imesimama, kila sani, kila sani. Haya, tokeni muende hiyo kazi. Hey, msichana mm, msichana msichana anajisikia msichana mrembo huku na amechakaa. situmie pesa zangu zenye uko nazo kujitengeneza. Nyamaza, wala haikuhusu ile. Unaweza mwambia ndugu yako anyamaze, Fred. Manake sasa ndo ambao unaonekana una akili hapa zaidi, kwa hivyo nampa changamoto na mimi wanaambia mtu ukweli kama ni mtu ambaye unaona mbele na una akili utamwomba ndugu yako msamaha kwa unyenyekevu saa hizi. Hivyo ndivyo nataka, ukubali makosa. Umbe, naomba upite hapa, ukubali makosa yako na uombe msamaha kabla ya kutokea makubwa. Jinsi ambavyo wewe msamaha unaonelea, nimepita ukuje uombe msamaha. Sikiza swali langu, sijakuuliza maoni yako. Ningetaka maoni ningekwambia. Una lipi la kusema? nimekuambia itawapo ukaombe msamaha. Msamaha, daktari? Siwezi omba msamaha kwanza, kwa sababu kwa sababu, kwanza mimi hata sikumbuki nikifanya hivyo, kusema tu ukweli. huwezi omba msamaha kitu yenye ukufanya. Unaona? Sasa utaombaje msamaha kitu ukufanya? Mimi nimesema mimi kitu nakumbuka ni ati ulifanya mambo yako alafu baadaye mimi nashtuka najipata, mmenipigia simu nikuja hapa. mimi hata ku, ku, ku, ku mimi kidnap, siombi msamaha mimi, hata sisemi ombe msamaha, sababu ulimteka nyara. Kumbuka kuna mengi ambayo umeyafanya, ndugu yako huyu hapa, nataka ukuja ukiri, na nimekupa masaa tu kidogo chini, chini ya masaa ishirini na nne bila ya hiyo hiyo masaa ishirini na nane nimekupa utumiwa wakati kwenda kutazama mwenyewe kilichotokea. Ukishajitazama utafakari katika hayo maneno, wala mm. msiwe na wawasiwasi, wanachokipanga wasi. Hmm. Wana kisija kikawapa wasiwasi. Bobi, Bobi, wacha nikuulize jambo wala msiwe na shaka, siwezi omba msamaha daktari, nishasema hivyo. Siwezi omba msamaha kwa makosa nikaongea nawe. wachana na yeyeleuliehata nimemwambia asiulizie, aenda akaitazame mwenyewe, ama nitazame. Tazama, utaiona. Leo shingo ni refu na pembe unazo, za matope nitayamwagia maji na zote zitayeyuka ziishe. So, watch watch me. Il, kabla uondoke Fredi, nataka uthibitishe kama nayosema ni kweli. Huyu ni ndugu yako? Ndio. Unaweza ondoka. Unaona no, jinsi ambavyo anaondoka huyo. Kabla uzisikiza daktari kitu daktari anasema. Bobi, wala usiwe na wasiwasi, ni ile kujifanya tu, roho ya kipumbavu na akili za kishienzi sana. Minashangaa tu mbona afanye hivo, lakini nawe najua makosa yangu. Unajua ma masi, acha nikueleze jambo mm. Kile kitu ambacho kinaendelea na hawa wa ngwana Oh, wangwana ni ule mtu akiwa amekosa makosa mwenzake kitokea anatumia kuosha yake. Mm. Ile kweli Devo alikosea, imaanishi pia Bobi nawe ni msafi. Na sitaki sitaki kutumia ile kukupiga wala kukuumiza. Na kueleza tu ufahamu ya kwamba Devo alikosea na wengine. Lakini pia wewe ulikosea. Kumbuka yes, bado yes. Kamera hajakusamea. Una mengi zaidi ya kuyashughulikia. Nafahamu hilo, lakini sasa hata una unaangalia mtu mwenye akona Ako, yani, adiana, anafiki. Yani, hataki sikiza. Naelewa ulinyenyekea na ukafahamu wewe ume, umekosa na ukakili na utasamehewa, lakini Dev pamoja na wenzake nimewapa masaa kuongea na wale, nitawapa adabu. Naona ni timu moja, jeshi moja hilo. Wanachokiujiuliza ni sasa eti nimejua vipi? Mbona? Wanajifanya hapa saa hii ati wako hapa watu. Hawani watu waoni. Wako mbali sana. Na kumbe wanaenda no, wanaongea. Si mimi nimewaambia waenga ujuana kwa vilemba. Au unaona masi? No, mimi nimemwenda na wapanga. Utawacha ni wapi adabu? Adabu ambayo itakuwa ni ya kweli. Wala wata wairudia pia kukana mambo ambayo wanaoni, ya au, ni ukweli wanaleta upumbavu katika kazi yangu. Freddy tazungumza na Bobby atulie tu, yule Dave atakuja hapa akitambaa kama mtoto mdogo, akiomba msamaha, kwa sababu ninachoenda kukifanya sitakionyesha kwenye. Kumbuka masi, ninapofanya mambo makubwa makubwa huwa nakwambia, sitaonyesha katika kamera yako, lakini matokeo utayaona hapa. Kwa hivyo mimi nasema majaliwa, Mungu akipenda Ah, baada ya hizo masiku wacha wapointi, ndo nakwambia hao, nina hao niko nao, wala hatujamalizana. Tafakari katika hayo, sitapitia huko waliko. Mii mwenyewe najua jinsi ambavyo ntaondoka ili wadhanini nikienda, so, kufanya shughuli zangu mimi ntateremukia mm. mm. hapa hapa tu so. So guys, like, comment and share. Wamesema enda kusonga, enda kufanya njugu zao, enda kusonga manywele, jisinawasumbua kila siku kuwaitaita, amalize makezi, but all in all, lazima watafanya watu, they must do Lazima, Exactly. Watakifanya, wakatae, wakubali, walie, wacheke, waende Tanzania bina. So so ai kama kitu napeleka nguo voi, si napeleka nafanya deliver. Na kwa gari nafika huko wengine wengine wako majuu like Saudi Arabia, au Reva, hizo countries za mbali. Nawekea kwa nyumba yangu, akikuja airport nawapelekea, nauza nguo ni mingi. Kama unataka kuja WhatsApp nitumie picha uchague nini, tujue ni aje. So na hata kama hizi nauza za kwenda gym, nguo ni mingi sana, mtu mbamba kama sisi